Mbegu Sulemani aka Man Square. Mbegu Sulemani inakwaje sasa? Bomba mbaya. Yanga bana ndio bingwa ndio habari ya mjini oh. Ligi imekwisha. Wajisikiaje Yanga kuwa bingwa? Yaani najisikia ni full shangwe, full amani, ni full kila kitu. Yaani hapa nilipo ni. Yaani ndio ndio kwanza tunarudi Mwanza kutoka kutoka kutoka kutoka kwa Mbere. Au sinaambia ulikuwa Mwanza kabisa mwanzo mwanzo mwisho kila kitu. Yaani sasa hivi ndio kwanza tunarudi <coughs> <coughs> yani, ma... Mwanza. Okay, we ni shabiki kweli wa Yanga kama umeweza kuwafuata Mwanza? Ya, mi ni shabiki na ni mwanachama na kiongozi wa Yanga tawi la Yanga Kijitonyama shule. Okay, tumemaliza tumepata ubingwa Yanga wamepata ubingwa na tumefungwa mechi ya mwisho unasemaje? Hii hihii kawaida, tutajiandaa, hii tutakuwa vizuri kila kitu ubingwa, hmm. tunaenda kama kukamilisha maana hatukutolea macho bai kwa, hatuna haja ya kuumiza wachezaji wetu kwa kuwafanya nini ucheza mpira kikawaida. Simba wanaongea sana kwamba kuna pointi zao ambazo wamepokonywa tatu zile na wamekata rufaa FIFA. Unasemaje? Hamna kitu kama hicho. Hivi wewe umeona wapi yani? Mtu kashakabeziwa kombe na kashachukua kombe unaona dunia gani kitu kama hiyo? Hakuna cha pointi tatu hakuna cha nini, wanachokifanya wao ni kwa, ni, kwa, kwa, kwa, kwa kuweka sawa ni wanachama wao wa tu basi, ni viongozi wa Simba, lakini hawana lolote, hawana chochote. Hakuna hakuna hakuna pointi tano za mizani hata siku moja kwenye katika, ah, kwa kwa hiyo hiyo nataka kuniambia Simba ambayo kama kama ni yeah, ni maneno maneno tu kitu viongozi wao wao kijinsia hivyo, lakini hakuna cha tatu, hakuna cha mimi. Mimi James eh, mimi ni mshabiki wa Simba. Kiukweli hii ligi imeisha, lakini Simba ametuangusha sana. Walianza vizuri, mwisho wa siku wakabolonga kwao. Kwa ushauri Yanga asijifunze, Yanga amefanikiwa na Simba asimsimu ujao wajitahidi, kwa sababu ukiangalia ligi ivyoanza mtu kaanza vizuri, lakini mwisho wa siku kavuruga kwao. Kwa kifupi Simba ajitahidi. Unadhani kilichofanya Simba wakose kuchukua ubingwa ni mipira ya kibongo? Kwa kweli, si inawezekana, uongozi uongozi kwa umechangia sana kurudisha nyuma nini ma, matumaini tuliyokuwa nayo, lakini vilevile walilewa, kwa sababu walianza vizuri, mwisho wa siku imefika katikati ligi wakajisahau, kwa hiyo Yanga wakateki advantage. Hili swala la uongozi huwa linakuwaga na uhusiano gani na, na kwenye pitch wachezaji wanavyocheza na uongozi? Uongozi uh, tumekuwa tukishuhudia hata nchi za Ulaya uongozi unakuwa na impact kubwa sana kwa wachezaji, kwa mfano uongozi ukiwa mzuri maana yake unakuwa ni tija kubwa sana kwa wachezaji, na uongozi ukilegea wachezaji wanakosa mahali hapo. Na unapokosa mahali, hebu jaribu kuangalia uongozi, mara nyingi una uhusiano mkubwa sana na kipato cha timu. Chukulia mfano mpira wetu wa mpira wenzetu kama Manchester United, FC Barcelona, uongozi ni thabiti na pia wana uchumi mzuri. Lakini mara nyingi timu ikiwa na uchumi mzuri na uongozi, unaweza kwa mfano kama hapo Azam kumshuhudia japo wameshuka wame kidogo, nadhani ama ishu za kiongozi, nadhani ni wazuri sana hapa hapo, kwenye uongozi kidogo huwa wanapata mkanganyiko. Mmoja ni kwamba wachezaji hawalipwi staiki zao, au kikubwa zaidi ndio. Kwa mfano tumeshuhudia hata Simba siku za, za usoni pale, kuna kna kipindi walienda Morogoro, lakini enda Morogoro, ikatokea ikatokea ishu kwamba mpaka waliishiwa na sasa kiasi kwamba ishu ya fedha inakuwa na madhara makubwa sana kwa wachezaji, kwa wachezaji sababu inafikia hatua mpaka wachezaji wanakopa, wanaishiwa hata ile hela ya kujikimu. Kwa hiyo madhara yake ni ni kwamba wanakosa kujua morali, ni kitu kubwa sana kwa mchezaji. Inafikia hatua mchezaji anapoona kama yana mahitaji yake ya msingi, lakini atimizi, eti Ali Temera maarufu au Ali Yango anajua, anajua, anajua. Ah. ndugu yake Ali Yango, eh, bwana unajisikiaje kuchukua ubingwa? Ndugu yangu, najisikia faraja kubwa sana Yanga hii mara ya tatu mnachukua ubingwa. Unadhani kwa nini mmechukua ubingwa msimu huu? Tuko vizuri, tunajiamini, tuna kocha mzuri, wachezaji wazuri wa kimataifa kama ninyi mnafahamu. Hawa ndio Yanga wa yeah. ya, ya, kimataifa. Hawa matopeli wacha vijakelele tu. Eh. Bana, Yanga mmechukua ubingwa lakini mmefungwa mechi ya mwisho. Unasemaje? Kwa kwa kwa nini nini ya ya ya mechi hata Ulaya nasikia Barcelona chukua kombe au Real Madrid lakini bingwa. Taabu tena? Na ninyi mmekuwa mkishiriki ya mashindano ya kimataifa kwa muda mrefu sasa hivi. Lakini cha ajabu huwa mfiki mbali. Ah, hakuna... ni kweli, mbali kutokana na, michoro, ni mikubwa. Yeah. Kwa nini? Ah, hakuna. Ni kweli hatufiki mbali lakini kutokana na unajua hata michoro ni mikubwa. Sana kimataifa. Kwa nini mnawezea hapa nyumbani lakini kimataifa mnatolewa mapema? Ah, hiyo mwaka huu kwa kifupi tutafika hadi hadi kombe kombe tunachukua. Mwaka huu hadi kombe tunalichukua. Inshallah. Bana, unadhani ni kitu gani ambacho kimesababisha nyie mchukue kombe? Wachezaji gani ambao wamechagiza ubingwa wenu mpaka sasa hivi?

Kwa sababu kwa sababu wa karibia kabla mechi tano za mwisho za kumaliza ligi ambazo kama kama tatu wakaanza wakaanza kutetea kutetea na na na na na za kimataifa mgomo matokeo yake, lakini mwaka mwaka huu huu nadhani Simba amekosa ubingwa kwa kwa kwa sababu sababu sababu sababu sababu ya TFF TFF, sio mechi mechi nyingi wa kushinda wakawa na pointi yani sai, yani yani kubwa. Ni sisi Kagera ile ile pale juzi tunamaliza ligi

Bado kuna nafasi ya Simba kuweza kushinda kombe la FA na kucheza shirikisho eh, ligi ya mabingwa au sio? Yeah. Unadhani nguvu zote sasa hivi zitaelekezwa kule labda mpige mbao mweze kushiriki nani? Yaani, uh, sasa hivi hivi uh, sisi sisi? tangu kwenye FA na na yote tumekaa miaka mitano bila ubingwa. Mbao hawezi kutuzuia mbao. Ah, oh, oh, oh, mafunga Yanga mara mbili. mbili, Unadhani yeye mtaweza safari na amefungwa mara mbili, lakini mbao wao sisi hawajafunga Yanga kafunga mara hmm, e, ya, pa, e, mbili, sisi tumemfunga mara mbili. Eh, mbili, kamfunga Yanga mara mbili, sisi tumemfunga mara mbili. Tumfunga hapa na tumefunga kwa. kwa aabunpanuna kayombao kioot i midani ya miaka mitano. mashabiki wa Yanga wanawaambiaje sasa mbao? Sasa hivi ndio wanasherekea na ndio habari ya mjini. Mimi nadhani wanasherekea kwa mda. Eh, wanasherekea kwa mda ila baadaye in